Zaidi ya wafanyabiashara mia moja katika eneo la Nanyuki kaunti ya Laikipia wamepatiwa mafunzo kuhusu afya na usalama katika mazingira ya kazi ili kupunguza ajali zinazotokea kazini. Ripoti ya hivi majuzi ya shirika la wafanyakazi duniani ILO inaashiria kuwa wafanyakazi milioni tatu duniani hufariki kila mwaka kutokana na ajali zinazotokea katika maeneo ya kazi na athari nyingine. Sekta za kilimo, ujenzi, misitu, uvuvi na utengenezaji bidhaa ndizo hatari zaidi kwa mazingira ya kazi, huku vifo elfu mia mbili vikiripotiwa kila mwaka. Warsha ya wiki moja iliyoandaliwa na wizara ya Leba inanuia kuwapa maarifa wenye biashara ndogo na za kadri katika sekta jua kali ya kushughulikia ajali zinazotokea kazini. Miongoni mwa waliopata mafunzo hayo ni wafanyibiashara kwenye sekta ya utengenezaji bidhaa, mavazi ya ulimbwende ususi na uchuzi. Since I'm a fashion designer do make clothes, unapata maybe sangine nikitengeneza nguo, eh, mashini kidogo unaweza enda ujidunge, unaweza ujidunge eh, like like an example. So uh, it's good to implement like a safety kit. Eh? Hiyo kwa training kidogo nimeweza kujoin that, so uh, we can can try to implement also having the the kit eh, cause anything can happen, kama mimi mkulima wa miti Eh, huwa napata changamoto wakati mwingine ambapo naenda kuchanganya kemikali, na tumeweza kuambiwa vile namna ambavyo unafaa kuwa na PPEs na vile ambavyo PPEs zinafaa kutumika. Sisi kama wanahabari tunapitia changamoto kadhaa, na ni vizuri tumejua ya kwamba ni vizuri kwenye gari zetu tukuwe na first aid kit, kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza kuimbuka ukiwa kule kwenye uuo uwanja e. kitafuta siasa, Justus Bosiri ambaye ni naibu mkurugenzi kwenye wizara ya leba anayehusika na masuala ya afya na usalama kazini amesema zaidi ya asilimia 43 ya Wakenya wanafanya kazi katika sekta ya jua kali, ndipo ni muhimu kuwapa mafunzo mwafaka ya kupunguza ajali zinazotokea katika mazingira ya kazi. Haya mafundisho yanawasaidia uh, vile jinsi ambavyo wanaweza kujikinga na kuumia mahali pao pa kazi, ndiposa tuwe na ile ya compensation iwe chini, na pia tuweze kukuwa ya kwamba watu wako salama, wako afya na usalama wa mahali pao pa kazi. Aidha alibainisha kuwa takriban watu elfu sita hufariki na wengine elfu moja hupata majeraha wakiwa kazini kila mwaka. Mari Yamboni, kiripotia kurunzi mashinani, yeah.